Ndani ya CHADEMA ninauona upendo umepotea, haupo tena ule upendo ambao tumelelewa ndani ya CHADEMA, kwa sababu hata viongozi wanayashuhudia haya, lakini viongozi wetu wamefunga masikio. Watu wanaondoka ndani ya chama hiki kila kukicha, mnafuatilia, hakuna kiongozi anayetoka kujibu, hakuna kiongozi anayetoka kudai hawa watu kwa nini wanaondoka ndani ya chama. Mimi ninachokiamini, chama chochote kina malengo ya kushika dola. Kinapotoka kwenye malengo ya kushika dola, hicho sio chama tena, hicho ni chama mfu. Taasisi yoyote ambayo inajitoa uwanjani kwenye mapambano inasema yenyewe itajipanga kwa namna yake. Huku ikiwaacha wananchi wakiwa hawana uwanja wala mlango wa mapambano taasisi hiyo ni taasisi mfu. Kama kweli yanayoendelea ndani ya, ya chama chetu tunayaona, hamjawahi kusikia hata kamati kuu presi ambayo imetoka, kwamba maazimio kama ya kamati kuu yametoka haya kueleza na kukemea mambo yanayoendelea, hamahama hizi zinazoendelea, kejeli hizi zinazoendelea, hakuna mtu ambaye ana mpango wa aina hiyo. Badala yake tunawaona viongozi makamu kazi yake anaendelea kuzungumza kwenye majukwaa, huku ndani ya taasisi kukiendelea kuwaka moto, lakini chama chetu kimefumba macho, viongozi wamefumba masikio, hawaoni linaloendelea. Taasisi ambayo imeshatoka kwenye malengo ya kutetea wananchi, imegeuka taasisi ya kiharakati ya kusema kwamba sasa tuende tuandamane, tukazuie uchaguzi. Ndugu zangu, ninawaomba na ninawauliza kati yetu hapa ni nani yuko tayari kwenda kujitoa watoto wake yeye mwenyewe kwenda kupambana kuzuia uchaguzi ambao ni wa kikatiba? Na mimi ninaamini hatuna mlango mwingine wa kwenda kwenye uchaguzi, lakini viongozi wanaendelea kuwahadaa watu wetu kwamba Chadema itakwenda kwenye uchaguzi. Mimi kuanzia leo tarehe kumi na tano mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano mchana nimejiondoa kwenye chama cha Chadema. Nitatafuta jukwaa lingine, ila kwa sasa mimi niko huru, ni mchezaji huru. Nitatafuta timu yoyote ambayo nitakwenda kuungana kufanya mapambano.